Mimi nataka nikwambie William Ruto. I want to tell you from the mountain. Yeah? Nataka nikwambie. I want to tell you. I want to tell you William Ruto, hakuna vibaraka yako tena watatukana Rais Uhuru Kenyatta. Mimi niseme, Rais, ulikuwa hapa juzi, mimi ni kwa sababu ni mungwana na niheshimu ofisi yako nikatoa mwelekeo kwa mlima, nikasema usitukanwe na mtu yeyote, nikasema usipigiwe kelele, ukuje uongee na watu ya mlima, lakini walipe kwa sababu unakuja kuongea uongo, si ndio? Si nilisema mchukue pesa, mimi nikasema msikize uongo, lakini muli lakini wacha nikuambie William Ruto, ukiendelea kutukana, kutumia vijana kutukana Uhuru Kenyatta Next time utakuja mlima, mimi nitatoa amri hawa wananchi watakutukana wewe mwenyewe, neguo neguo. Lazima sasa kuanzia leo nikinge na kumlinda ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Wewe William Ruto, ulikuja hapa ukatudanganya na Biblia, ukatuambia Uhuru Kenyatta ni mulevi, tukakuamini. Ukatuambia Uhuru Kenyatta ni mzembe, ukaangaisha serikali yake ukatudanganya sisi sote mpaka watu ya kanisa, tukamkemea Uhuru Kenyatta, ndugu yetu, kiongozi wetu, tukamwaibisha, tukafanyia Uhuru Kenyatta madhambi yoyote. Tukakuja kujua wewe ulikuwa ni mbwa mwitu umevaa ngozi ya kondoo. Na mimi nikiwa kiongozi wa mlima, ni jukumu langu kulinda watu ya mlima akiwemo Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wetu.